Ukweli au uongo. Hujambo msikilizaji wa RFI Kiswahili, karibu katika makala ya leo tukiangazia habari za kupotosha kwenye mitandao ya kijamii, athari zake na jinsi ya kuziepuka. Mimi ni Hilari Ngati, nami siku zote ukiniita Jupita Mayaka nitaitika. Katika kipindi hiki tunachokifanya kwa ushirikiano na La Benevolencia, leo tunaangalia madai kuwa karatasi shashi, au tishu husababisha magonjwa ya njia ya mkojo kwa wanawake. Bila shaka kuongeza na hayo, tunaangalia madai kuwa makamu wa rais wa Marekani JD Vance ndiye aliyemuua Papa Francis. Namba yetu ya mawasiliano anza na lama kujumulisha 254707888555 Habari ya jioni, msikilizaji wetu, tunashukuru sana kwa kuendelea kutufuata kwenye mitandao yetu ya kijamii ikianza na TikTok, Facebook pamoja na WhatsApp hata na X na YouTube. tuko naye Jupita Mayaka, umekuwaje Jupita? Mimi mzima, nashukuru. Vitali Mgisho anapiga wave, anawasalimia wote hewani. Sasa msikilizaji, kuna chapisho ambalo limekuwa likizunguka kwenye mitandao ya kijamii tangu kuanza kwa mwaka huu haswa kwenye mtandao wa WhatsApp likidai kuwa karatasi shashi au tishu inasababisha magonjwa ya njia ya mkojo kwa wanawake. Sasa chapisho lilisoma, zingatia kuwa karatasi shashi au tishu inasababisha magonjwa ya UTI kwa wanawake. Chapisho lilisambazwa bila kuonyesha asili au kutaja chanzo cha dai Tukiwa tunachunguza dai hili la kiafya, msikilizaji, maambukizi ya njia ya mkojo kwa maana ya UTIs huathiri sehemu yoyote ya mfumo wa mkojo, na maambukizo mengine huhusisha njia ya chini ya mkojo, hasa kibofu na mrija wa mkojo kwa wanaume. Na dalili za UTI ni pamoja na damu kwenye mkojo, ingati kukojoa mara kwa mara ukiwa na maumivu, kuna usumbufu wa tumbo la chini na mkojo wenye harufu, na mara nyingi huathiri wanawake kuliko wanaume na kama inavyodaiwa kwenye chapisho, je, kuna uhusiano kati ya UTI na karatasi shashi au tishu? Sasa utafiti wa hivi majuzi uliochapishwa kwenye wavuti wa Marekani wa maktaba ya kitaifa ya tiba kituo cha kitaifa cha taarifa za bioteknolojia uligundua kwamba namna wanawake wanavyoitumia tishu baada ya haja kutoka nyuma kwenda mbele inaweza kuvutia UTI. Na hapa pia leo tumezungumza na mtaalamu ambaye ni daktari akitueleza kuhusu madai haya, ingati daktari tunayezungumza naye anasemaji? Tuko kwenye kipindi na Dr Victor kutoka hapa Nairobi. Daktari, habari ya jioni? Mzuri sana mwenzangu. Asante kwa kuungana nasi kwenye kipindi. Unaweza kutuelezea madai haya ni ya kweli ama si ya kweli? Njia moja ni hapo awali venye mlisema kwamba jinsi ya kutumia kujipanguza, kuna wale wenye wanatumia back to front, back to front, unaweza jicontaminate ile njia. Mzuri ya kujipanguza haswa afta haja ndogo, afta kujisaidia ni ile unajipanguza front to back. Ya pili ni kwamba kuna tishu papa zingine zenye ziko na harufu mingi sana, na ukijipanguza na hiyo tishu huwa inaweza hata kugwara na ikigwara, hizo sehemu nyeti, unapata uko prone kupata infection za UTI, na hii haswa especially kwa wanawake. Tumekuwa tukiona sa zingine ukitumia tishu pepa, haswa kujipanguza, kuna zile tule tupatiko kidokidoo huwa tunabaki katika sehemu za, za siri, so zinapobaki sehemu za siri zinavutia unyevu sana katika hiyo sehemu za siri hiyo, unyevu inaweza inaweza create environment ya bacteria infection ku multiply. Asante sana, kwa heri, huwe na jioni njema, asante. Ukweli au uongo na msikilizaji, kipindi ambacho nakisikiliza jioni hii ni ukweli au uongo, hapa RFI Kiswahili, sote tukiwa mbioni kwa mabalozi wema wa habari za ukweli na ambazo hazipotoshi kwenye mitandao yetu ya kijamii uko nami Hilari Ingati na mwenzangu nami ni Jupita Mayaka Ingati. Sasa ulimwengu na waumini wa kanisa Katoliki wanaomboleza kifo cha mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis. Sasa kuna madai yameenezwa yakiwa akiwa na hashtag kuwa makamu wa rais wa Marekani JD Vance ndiye aliyemuua siku moja baada ya kukutana naye. Wache nianze kwa kusoma alichokiandika mtumizi mmoja kwenye X hapa, na ameandika hivi "Pop au papa amefariki baada ya kumsalimu Vance kwa mkono. Vyanzo vya ndani vinaripoti harufu hafifu ya salfa wakati wa ziara yake." Mwingine aliandika, wanajaribu kuficha ukweli kwamba JD Vance alimuua papa. Machapisho ni mengi, lakini naona mwingine hapa ameandika Liz Truss alimuua malkia, JD Vance alimuua papa. Je, tunaweza tu kuwazuia watu hawa kujumuika na wakongwe? Sasa hapa tulikagua madai haya yaliyoshirikiwa mitandaoni. Ndiyo, JD Vance alikutana kwa muda mfupi na papa Francis Jumapili ili kubadilishana salamu za Pasaka. Sasa hapa, mnamo Aprili 21 Vatican ilichapisha kuhusu kifo cha papa Francis ikisema papa Francis alifariki Jumatatu ya Pasaka ya Aprili 21 mwaka huu, akiwa na umri wa miaka 88 katika makazi yake huko Kasa Santa Marta. Kulingana na cheti cha kifo kutoka Vatican, Papa alifariki kutokana na kiharusi kilichomsababishia kukosa fahamu na moyo kushindwa kufanya kazi. Utakumbuka kwamba miezi kadhaa alikuwa akipambana na nimonia na kulazwa katika hospitali ya Gemeli ya Roma. Papa Francis atazikwa Aprili 26, Jumamosi, huko Basilika ya St Mary Meja. Msikilizaji, JD Vance hakumua Papa Francis utahudhuria mazishi lakini muda umekwisha, utaenda umekwisha. Iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp alama ya kujumlisha 254 0788 8555. Na moja kwa moja tunaungana naye mchora vibonzo Celestin kutoka Nairobi, Kenya, atuambia anachorea nini jioni hii. Celestin, habari ya jioni, tuarifu unachora nini? Katika makala ya leo nitaangazia madai potovu kuwa kifo cha mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis huenda kimesababishwa na watu wengine. Ni jambo la kusikitisha sana kuona propaganda za aina hii zikienea Nimemchora mwenda zake Papa akiwa ametuacha na simanzi tele, ila kuenea kwa habari potofu kuhusu kifo chake ikiwa ni jambo dunia nzima itabaki ikitafakari na kukemea. Asante sana Celestina, uwe na jioni njema. Nimkumbushe msikilizaji akitaka kutazama kibonzo chako naweza kutembelea uvuti wetu wa wwwrfifr sw, ukweli au uongo Msikilizaji, sasa tupate tumbuizo la leo kutoka la Benevolencia. Lakini mpenda ulepeti muchomeko na fabrike nini, saa yote kuna komanda ya mabroshete enye tulimpatia na kawya sana, tujikunyima pombe zetu kisha tuende kukilewa mzee wetu. Ah, Mungu we

pale na machozi ya mamba hmm. Tunafahamu shibote kama ni sumu ndio iliua mzee wetu wa hekima, na ile yote ni jua alikuwa napinga rujanja yenu

Nyoe muneza amini habari za bongo tena za ovyo zao vyosanachomo. Kila mtu alikuwa najua kama ule muzee anaishi na magonjwa ya nguvu, tena magonjwa yenye haiponaki muda murefu. Ii, muniambie kwanza, kati yenyu niye nani mwenye kuona najua vili

Ukitaka kusema nasi kwenye mitandao ya kijamii tembelea ukurasa wetu wa Facebook RFI Kiswahili. Lakini pia kumbuka kwenda kwenye mtandao wetu wa TikTok, utuandikie ujumbe hapo RFI Kiswahili, nasi tutaweza kukujibu na kushughulikia maslahi yako. Ukiniita okay, jupita mayakanitaitika. Usipoziba ufa utajenga ukuta. Nami ni hilaringati fundi wa mitambo mikwa vitalmogisho kulembwa. Kwa heri hadi wiki ijayo.